Joel Kabunga uh, moja wa wakaaji wa vile ya Beni. Dati ya leo ni kwangu uh, alama ya ukumbusho ya mauaji katika muji mkuu wa Beni. Japokuwa mauaji ilikuwa isha anza kote za wicha na kando kando, He, leo le 15 Oktobre inanikumbusha mauaji ya kwanza mmuji wa Beni hmm. Kibinafsi nimepoteza ndugu o, wazazi, shangazi ni mzazi naye amekufa kupitia hii mauaji, na wengine ndugu wametekwa nyara mpaka leo hatujui kama viko wapi, na ni huzuni sana kuona leo miaka kumi na moja mauaji ngali naendelea olio iji limite huku kwetu Beni ishakakamata eneo za kabambi sana e, imuituri mulubero kote kule, wauaji wameshafika, lakini e, government yetu inaonekana kama haiweze kutia mwisho kwa hiyo mauaji, njo maana leo tuko na sherekea hii siku tunakumbuka ndugu zetu ambao washakufa mwii vita na tungali naendelea kuhuzunika, sababu damu ingali inamwangika kila siku.